Ujinga wajinga puzi nyinyi. Nitakufia kapanga. Nataka ujinga nyumbani kwangu hapa, na majanga kibao mnaleteletea upuzi hapa <coughs> <coughs> Umeletea janga, bonge la janga kabisa, yani mpaka nashindwa mimi, mamako, sijui nifanyeje kwa kweli hmm. Mimi nilikuwa na kusomesha kwa bidii, kwa nguvu zote, mwanangu. Najua wewe ni mtoto wa kiume, msaada kwangu, baadaye utanisaidia mimi mamako pamoja na dada zako, lakini wapi? Kikoti, malezi nimekulea, unaona kabisa, humuoni baba. Baba ni mimi, mama ni mimi. Leo mwanangu, unaenda kufanya mambo ambayo sikuyatarajia kabisa, mwanangu tena haizidi ipungui, pale pale ambapo yule ndo alikuwa shoga yangu kipenzi, tunapanga tunapangua, shida yake yangu ya kwake ya kwangu, tunasaidiana. Wewe ndo pale pale umeenda kuharibu kabisa. Hivi kweli Kikoti mwanangu. Ah, sasa angalia sasa mamako, umenipa mzigo mkubwa leo. Mimi mgeni wa nani hapa? tu naishiih, maisha hayana amani kabisa Karibu manake nini? Kuna ukaribu hapa? Sikiliza nikwambie we mwanamke wewe, na we mtoto wewe, na kuchukia na kuchukia mwanamke, nimekuja hapa kwa swala hili ifikapo kesho asubuhi mwili wa mdogo wangu ni ukute hapa, mwili wa mdogo wangu ni ukute hapa na si vinginevyo. Na kingine cha kukuongezea, yaani, unajua umetafuta uhasama mkubwa sana kwangu na umejitafutia matatizo makubwa Tafuta kesi yake. Sidhani kama mtatoka jela. Nimemaliza. Mwili wa mdogo wangu ni ukute hapa kesho asubuhi, unaona. Hichi ndo ulichonitafutia mimi mama yako mwanangu. Umeona sasa, eh? Tunapozungumzia lugha, lugha ni sauti za nasibu zinazoleta maana. Ndiyo, kama taifa la Tanzania tuna lugha yetu ya Kiswahili. Lugha yetu ya Kiswahili mataifa mengi sana wanaipenda, na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza sana tuipende lugha yetu ya Kiswahili, na ndio maana tunatakiwa tuende tukaisambaze huko nchi za nje huko ili watu waendelee kuipenda na tuwaendelee ku... kuipenda Watanzania. Hivi dada, nomino ina maana gani? Nomino, nomino ni majina ya vitu, watu. Kwa mfano jina lako Warda hmm. Warda ni nomino. Na tunapozungumzia viwakilishi hmm, au kiwakilishi hmm. Kiwakilishi ni neno linalokaa baada ya nomino, kwa mfano yeye yeye wewe, mimi, huyu, yote ni nini? Ni viwakilishi. Kwa hiyo ninaposema yule, kumbe ninamaanisha kiwakilishi. Mm. Yule ni ndege. Yule ni kiwakilishi, ndege ni nomino. Umenielewa? Kumekuwa kumekuwa tishani sivyo? Shikamoo. Shikamoo. Marahaba. Tania, ina maana kumekuwa tishani hapa siku so hizi sio kama kumekuwa tishani. Tunajisomea na wewe, nilikuachia kazi gani? uache hiyo ama ufue hizo kazi zote umezifanya? Ah, mama, nisaidie. Umenisaidia? Na wewe? Sasa hii inaiko kupika. Yaani sasa. Yaani uko. <laughs> Aya, ndani. Mfanyia <tipa> sao vizuri. Sasa <tipa> una <tipa> napikaje? Hata kuleta kama mdomo mdomo hako na wewe. Usimchanganye akili yako. Kaka yako amenishavuruka amenivuruka akili yako Kikoti. Na wao wanataka kunichanganya. Wewe ndo unatakiwa usome kwa bidii. Yeye anasoma anasoma kitu gani? Ana macho ya kusoma yule. Hivi unajua kuna kitu nataka nikwambie. mm. Hivi unajua napambana naangaika nafanya biashara kila aina. Unajua ninachokifanya hivyo vyote kwa sababu gani? Nataka wewe usome, mdogo wangu usome. Yaani ukisoma wewe, mimi ndo furaha yangu. Yaani dada, kwa habari ya kusoma, mm. Ondoa shaka, mimi mdogo wako, mm. nitasoma, nitasoma, mpaka nitasoma kwa sababu kwanza najiamini, mm. na kwanza pia dada, ni nini nakosa kwa suala hilo? Waondoa wasiwasi ari usiwe na shaka na mimi dada, na kuahidi mm. mimi mmeliina, mdogo wako mm -hmm. nitasoma na hakuna kishawishi chochote kitakachonifanya mimi kinishawishi nisisome. Itakuwa vizuri, kwa sababu mi sitaki tena kuja kusikia eti, o yule mdogo wake fulani yule, ipo hivi mara sijui mjamzito, mara sijui hivi. Kiukweli utaninyong'onyesha Yaani dada, mm. Kwa hayo mambo kwa mimi mm. usiyategemee, mm. na wala usiyafikirie, mm. mimi Merina, mm. ije kusikika ati nimebeba mimba Ndea. Sijui sijui nimefanyafanyaje sijui shule nimeshindwa kusoma mm. haitatokea <laughs> kwa sababu mimi kwanza napenda kusoma ili nije nimsaidie dadangu. Kwaona na, ta... aidi dada. Kuahidi kabisa, yani nataka siku moja hmm. niwe ofisini, mimi niwe profesa, nimekaa ni kwenye ofisi yangu hmm. ninaitwa, basi, kuna mdada kule nje anasema ni dadako, namwambia wewe dadangu? anasubiri subiri nje getini, mwingize naye <laughs> hmm. ah. Karibu. Shikamoo, mama. Karibu. Habari yako? Salama, kwema, nilikuwa kwema. Nimekuja kumuuliza Kikoti. Wewe ah, mm. eh? ah, eh? ni rafiki yake Kikoti? Ndio, mnajuana muda mrefu. Mimi ni rafiki. eh? tunasoma. Ah, mnasoma wote? Ndio. Mnakaa shauriana shauriana ujinga huko. Mimi si mshauri ujinga, au mshauri mjinga eh? Basi sawa. Nasubiri nikuitie Kikoti. Ah, sawa. Jinga sana wewe. Mnafiki gani wajinga wajinga wapuzi nyinyi, nitakufyaka panga. Nataka ujinga nyumbani kwangu hapa, na majanga kibao, mnaletea upuzi hapa Allah. Unafikiki kikoti, kikoti. Mnashaidia nini zaidi kumwambia upuzi tu hapo? Kwenda zako huko. Pumbavu. Hayo unafikiki kikoti. Mimi nimeshavurugwa na mambo mangata hapo unaletea letea upuzi. Na kufika kweli. Nataka ujinga mimi hapo. Hala. Watu tushavurugwa tuna mambo mangata hapo unaletea letea upuzi. Wewe unalala sasa hivi? Una majanga kibao hapo ulipo unalala, unalala. Nisikilize, unalala kitu gani? Nisikiliza hichi ninachokuambia. Hivi yule rafiki yako mlikuwa mkishauriana upumbavu, yuko wapi, yuko wapi? Nilimwacha Pauline. Sasa. naomba ukamblete. Umenielewa?

Na na shitwana, nini uoga mwanangu, weka mbali masuala ya kesi. Yaani mamangu ameka kila kitu sawa. Najua hapo mwanangu, mm -hmm, una njaa. Sasa ah. Kwa kwa mfuko tu zetu kale. Kwa hiyo kwa nyumbani kesi hamna kesi hamna. Kesi amna yani. Ah mama, mbona vile? Kwa nini mimi kudanganye? Kesi. Haina na. Afu wacha mambo yako oh, ya ajabu. Ya ah hamna hamna

salama kwema hawa eh? Kwema. Vijana unawajua? Nawafahamu. Sawa. Sasa mimi ni mama yake na huyu kijana nimekuja hapa kufuatilia ule mwili wa yule msichana, kwa sababu kule ndugu zake wananisumbua, wanataka mwili wao wakazike. Nikawa sina budi, ni wafosi hao wanilete huku, maana wao ndo wanapafahamu, mimi sipafahamu. Nimewafosi hao wanilete ili tufike huku kufuatilia ule mwili ili tuupeleke kule ndugu zake. Wananifoti yani, wanani, yani kila siku ni mimi yani, ilikuwa siishi kwa amani kule kwa sababu ya ule mwili, wanautaka mwili wao wakazike. Naomba unisaidie hilo. Mwili wa ule msichana ni tayari tushauzika. Yule mm, binti alivyopoteza maisha, nimeenda ofisi ya serikali ya mtaa kutoa taarifa na hawa walinikimbia na kuniachia msala, kabidi tumzike, maana sikuwa na ushirikiano na mtu yoyote, na mwili wake ulikuwa ushaharibika na hakuwepo na ndugu. Kwa hiyo mimi nilivyoamua ni hivyo. Hmm. Kikoti mwanangu, Kikoti eh. Kikoti mwanangu, taniwa mimi mama yako. Kikoti mwanangu, unaona sasa mwanangu, unaona sasa mwanangu mimi kule nadaiwa mwili wa watu, wenyewe wanataka mwili wao kazike, leo mwili ulishazikwa, mimi naupata wapi? Kikoti, naupata wapi mwanangu? Kikoti, ki <coughs> amani <coughs> Chania. Chania bisa kusule jibu yangu walitokea siku ile bado unanizungusha zungusha. Nikwambia ni nkwambie pili nile. Le umekwambiaje? Nimekwambia nataka nisome nifikie malengo yangu. Kwa nini unanisumbua? Ah, Chania bwana, kisha na mimi kwanza mimi enjoy enjoy sana. Kwa hiyo utnoi sana pressure. Snakaza niache sitaki unifuatilie katika maisha yangu nataka nisome nifikie malengo yangu. Ramadhani unanitafuta. Mpaka leo bado hivi? kwa nini? Umeelewa? Nikwambia mara ngapi? Nimekwambia sitaki nifuatilie katika maisha yangu. Kwa yanu ndio hk hivyo Sania unafanya nini hapo? Muulize wewe ndugu yako. Lama, sina haja ya kukuuliza kwa sababu najua unachokifanya. Naomba unisikilize kwa umakini hivi. Lama, matatizo yote yanayotuandama we huyaoni, tena unadiliki kumfuata hadi mdogo wangu ndio mambo yenu mnayoyafanya. Mmeshamtafutia mama matatizo, mmeshamwaribia Melina masomo yake, mmemjaza mimba kasha kufa. Kaka, ongea na huyu rafiki yako. Sitaki, sitaki mambo yenu, ndio nishaambia hivo. Hivo kichwa chako hakina akili, kwa sababu yanayotuandama wewe si wa kufanya upumbavu kama huu. Endapo kama utaendelea kumfuatilia dadangu, urafiki wangu mimi na wewe ndio umeishia hapo. Sana sana mpaka sasa mimi sijui kwamba tunafanya kitu gani. Akili imechanganyikiwa sana, yani akili imechanganyikiwa. Msikilize hapo, kuna ulazima wa kufanya kitu <renguza> <ocalyptic> <renguza> <renguza> <renguza> na yamezidi kuwa magumu kwa sababu Melina tayari ameshazikwa. Mama yangu kila akikaa analaumu mimi kwa sababu nimemwachia msala mkubwa, ana msala mkubwa juu yangu. Yote ni kwa sababu yangu. Hivi Kikoti, unaonaje tutoroke katika huu mji tuende kesho kwenye vijiji vya mbali huko? Tutoroke ndiyo. Kobecho bakiecho

Tambua tumeua hapo, hapo tunaenda kwa maswala ya kutia mimba hapo hapo. Wewe unafikiri nakuwaje? Nafikiria maswali mawili nakuwaje? Sawa. So, tunaenda unaijua, tuaenda sehemu nyingi sana mana, nyingi. kukuta dadangu. Haya, vipi kwanza, mbona hai hai hivyo hai? Una shida gani? Yaani sisi tukuamini dada yangu. Kikoti na Lama wana miadi kukimbia katika mji. waepuke na mzigo wa mdogo wako. Wewe, unachoongea unamaanisha au vipi? Mbona sikuelewi, ninamaanishaje? Anataka watoroke. Wewe amekwambia nani hizo habari? Nimesikia ni nimepika hapo utafanya nini hapo?

Hiyo bado <laughs> anataka kucheza patapotea na mimi aina shida.